Mungu amekisisitiza sana ni swala la muda, ni swala la muda. Unajua, mwasisi wa muda ni Mungu mwenyewe. Mungu hafungwi na muda kwa sababu yuko nje ya muda. Unaposoma kitabu cha Mwanzo, unaposoma kitabu cha Mwanzo moja mstari wa kumi na nne ndio kipindi ambapo Mungu anaumba muda na viashiria vinavyotusaidia kutafuta na kujua huu ndio muda. Mwanzo moja mstari wa kumi na nne maandiko yanasema, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndio dalili ya kuonyesha majira na siku na miaka. Kwa hiyo utagundua kabla ya dunia kuumbwa hakukuwa na kitu kinachoitwa muda. Kwa hiyo utagundua mbinguni hakuna kitu kinachoitwa muda. Muda ni kitu ambacho Mungu alikiumba kwa ajili ya wanadamu ili kutenga majira, usiku, mchana, siku, mwezi, miaka na majira na misimu. Kwa lazima unapoliendea swala la muda katika muktadha wa kiroho uliendee kama baraka ambayo Mungu alitupa sisi wanadamu katika siku ile ya uumbaji, lakini lazima tujue muda muda kama muda muda ni nini. Kwa mujibu wa Dr. J. Lowe huyu ni mtaalamu wa masuala ya mida, ameandika kitabu chake kinaitwa Time Navigation, anasema muda ni kisiwa kati ya umilele. Chukulia umilele umilele ni bahari, afu muda nikakisiwa utagundua kwa, kwa maana nyingine muda ni kipande katika umilele ambacho Mungu alikitenga maalum kwa ajili ya maisha. Yaani, katika umilele ambao tunasema hauna mwisho ambao Mungu ni wa milele alitenga kipande kutoka katika umilele cha hiki kipande kinaitwa muda, na akamweka mwanadamu aweze kuishi katika kipindi hicho cha huo muda ambao Mungu aliuweka na utagundua sasa, kuna connection kubwa kati ya muda na maisha. Hauwezi ukatenganisha muda na maisha. Matokeo chanya au hasi ya maisha yanategemea na namna ambavyo umeweza kujichanganya na muda ambao Mungu amekupa. Sasa tunapoangalia muda kwa muktadha wa kiroho na maandiko matakatifu utagundua ya kwamba kuna, kuna mifumo miwili ya kutafsiri muda katika maandiko matakatifu. Kuna mifumo miwili ya kutafsiri muda katika maandiko matakatifu. Mfumo wa kwanza, muda kwenye maandiko matakatifu kwa lugha ya asili, anatumia neno la Kigiriki linaitwa linaitwa chronos. Kronos. Neno Kronos maana yake ni nyakati. Kronos ni muda kama rasilimali inayopimika au quantitative. Ni, ni wakati ambapo huu muda huwa kama rasilimali ambao unaweza ukaipima, kwa mfano muda wa kwenye saa, na hii ndio maana saa kwa jina lingine inaitwa chronograph, au unasikia hata kwenye wale watangazaji wa mpira wa miguu wanasema katika chronometer yetu au chronography inatokana neno hili krono, ambalo maana yake ni rasilimali inayopimika, kwamba ni saa ngapi, siku ngapi. Hicho kitendo cha kuwa na kupima hiyo inaitwa muda, kwa maana ya kwanza, ku unaweza ka upima kwa sekunde, kwa dakika, kwa masaa, kwa siku, kwa mwezi, kwa miaka, miongo, karne. Hii ni maana ya kwanza ya muda na ndio maana kitabu kinachoitwa kwenye maandiko matakatifu mambo ya nyakati. Kuna mambo ya nyakati ya kwanza na mambo ya nyakati ya pili. Katika kitabu cha mambo ya nyakati hiyo kinaitwa kwa Kiingereza Chronicles, Chronicles. neno chrono limetumika kwa sababu ni matukio ambayo yametokea katika kipindi fulani cha muda kinachopimika. Kwa hiyo ni maana ya kwanza ya muda. Um, maana ya pili ya muda ni Kairos. Kairos, kwa maana ya asili Kairos maana yake ni majira au msimu. Sasa hii ni tofauti na ile maana ya kwanza. Nataka twende hizi maana uzifahamu ili tuje tuende kwenye vitu vile ambavyo ni vya msingi sana, sita kama sio vitano. Kwa nini muda Kairos ni muda maalum uliotengwa kwa kusudi maalum? Qualitatively, ni kwamba kuna muda umetenga maalum kwa ajili ya sala. Hiyo inaitwa Kairos. Tofauti na muda wa kawaida ambao unaopima tu kwamba saa saba, saa nane, saa tisa. Huu ni muda maalum uliotengwa kwa ajili ya kusudi maalum. Hii ni maana ya pili ya muda ambao tunaipata katika maandiko matakatifu. Ni muda ambao ndani yake kuna fursa, wakati ambapo muda unapohusianishwa na fursa tunauita kairos kairos. Neno kairos maana yake ni, ni muda maalum uliotengwa kwa ajili ya majukumu maalum. Neno hili limetumiwa katika kitabu cha Mhubiri tatu mstari wa kwanza. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kila kusudi chini ya mbingu. kwa kila jambo kuna majira yake, neno majira hapo ni kairos, maanake katika kila jambo kuna muda maalum ambao una fursa ndani yake. kinyume au tuseme nini kulifafanua andiko hili harisi, maanake tunasema kairos hii ambao tunasema ni muda wenye fursa ndani yake haupimwi kwa nasema kwa quantitatively au kwa hesabu idadi ya masaa masaa siku wa mwaka au miaka. Huu tuna upima kwa quality au kilichobebwa ndani ya muda huo, fursa zilizofichwa ndani ya wakati huo, ambao tunakuta kuna muda wa wakati mtu alipokuwa kijana, kuna fursa ambayo Yesu anasema ninawaandikia vijana kwa kuwa ninyi mna nguvu. Kwa nini? Hiki kipindi cha ujana kuna fursa kubwa ya kumfanyia Mungu, ya kujifanyia wewe mambo makubwa ya ajabu, kwa sababu ni kipindi cha muda ambao tunaita kairos. Ni muda ambao ndani yake iko fursa ambayo itakusababishia uweze kufata ustawi katika maisha. Sasa, Maisha ni nini? Tumesema hauwezi kutenganisha muda na maisha, maana ni vitu ambavyo vyote vina intermingo vinaingiliana, vina intersect vinaingiliana, vyote kwa pamoja. Kwao maisha ni, ni kipindi maalum cha muda ambacho Mungu amemzawadia kila mwanadamu kwa wakati wake ili apate kutimiza kusudi lake. Nirudie, maisha ni kipindi maalum cha wakati ambao mwanadamu amepewa na Mungu ili apate kutekeleza kusudi la kwa nini yeye ameumbwa. Kwa nini wewe umeumbwa? Kwa hiyo utagundua wakati niliopewa mimi sio wakati uliopewa wewe. Wakati utakapokuwa hapa duniani, tambua ni zawadi ambayo Mungu amekupa, sio uitumie kama unavyojisikia bali kuna lengo la wewe kuwepo duniani, lazima maisha yako yaendane na lengo la wewe la uwepo wako hapa duniani. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza maisha yako, yani wewe kuwa hai, kupumua hadi sasa hivi, sio jambo la kubahatisha, sio jambo la ajali. Ni fursa maalum kwa kipindi maalum ambacho umepewa na unapaswa ukitumie katika mtazamo chanya kikuletee matokeo kwako na kwa wanao kuzunguka. Kunataka nisisitize kila mtu hapa duniani Mungu aliporuhusu awe hai, amempa kusudi maalum la kufanya, na hilo kusudi lina, lina, limetengewa muda wake maalum ambao muda wake ukiisha unakatwa, unakatwa. Hii ndiyo maana kuna watu waliishi kabla ya uwepo wako, na wengine unawashuhudia wakizaliwa na wengine wakifa au wakiondoka. Kila mmoja aliumbwa aishi kwa wakati wake, kila mmoja ameumbwa aishi kwa wakati wake. Kwa wakati wako wa kuishi, maandiko yanakutaka utumie kwa nguvu zako zote, kwa hekima zako zote wa talanta na vipaji na vipawa ambavyo Mungu amekupa viweze kuleta matokeo kwenye maisha yako na maisha ya wanao kuzunguka. Maana wakati wako ukiisha, utakatwa uingie wakati kwa wa wengine. Kuna wakati ulipokuwa kijana, kuna mambo utakiwa kuyafanya, kama hautayafanya kwa wakati wakati huo. Utafika wakati wa uzee, kuna mambo utakayoyafanya ukiwa wakati wa uzee, kwa lazima umwambie Mungu, naomba unipe hekima ya kufanya mambo yangu kwa nyakati ambazo umezipanga. Kwa hiyo katika somo la leo utagundua ya kwamba inakupaswa utazame muda kwa mtazamo mpya kabisa. Kila sekunde inayopita kwenye maisha yako ni sekunde ambayo ndani yake iko fursa, na fursa kuu ni fursa ya kuokolewa kwako, lakini ziko fursa ndogo ndogo nyingi sana. Kwa hii somo linatutaka tuweze kuheshimu tuweze kutilia maanani kila sekunde, dakika, saa, siku zinazopita mbele yetu. Hata hivyo maandiko yanasema katika ya kitabu cha Zaburi 39 mstari wa nne, Bwana unijulishe mwisho wangu na idadi ya siku zangu ni ngapi, nijue jinsi maisha yangu yalivyo mafupi. Zaburi tisini kumi na mbili anasema basi utufundishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Kwa hiyo sio kila muda uliopewa umepewa ulale. Kuna muda wa kulala, kuna muda wa kuingia kazini, na Mungu hakumpa mwanadamu ajira. Mungu alimpa mwanadamu kazi. Kwa hiyo hata kama hauna ajira bado umepewa kazi ya kufanya, ikiwa ni kazi ya mikono na, na Biblia inasema kuna wale wanaobagua kazi. Biblia inasema yanasema maandiko matakatifu, anasema anasema, katika kila kazi mna faida, katika kila kazi mna faida kwa unaweza usione kwa macho, lakini faida ya kazi unayofanya inaweza kuandaa kwa ajili ya faida yake, utaigundua baadaye. Kwa hiyo usije ukasema kwa sababu silipwi hakuna faida faida ambayo Mungu anaizungumzia, sio lazima iwe monetary valuation, yake uifanyie valuation in terms of money. Hapana, iko faida kwa maana ya kwamba wezekana kwa kuifanya kazi hiyo, hata kama ni kwa kujitolea, wako watu watabarikiwa na kubarikiwa. Kwa, kwao ndio kubarikiwa kwako. Niseme nini basi? katika maombi yako katika maombi yako katika maombi yako mwombe Mungu akupe hekima ya kubalansi maisha yako na ratiba zako ziendane na muda ambao Mungu amekupa, ili upate kuvuna na kufyonza fursa zilizomo ndani ya kila sekunde ambayo Mwenyezi Mungu amekupa katika maisha yako. Lazima una nafasi ya kumwomba Mungu, naomba uniondolee katika mtego wa kuutapanya muda ambao umenipa, maana hata hivyo, mwisho wa siku utatakiwa kutoa hesabu ya kila dakika namna ulivyoitumia kwa ubora au kwa ubaya, kwa ufyongo au kwa umaridadi. Na mwisho wa siku utapewa matokeo ya hiki unachokiishi sasa. Ziko kanuni kadhaa hapa kuhusu muda, nataka tuzisome na tujifunze katika siku ya leo na somo hili nzuri kuhusu zawadi au baraka ya muda. Jambo la kwanza, watu wote tumepewa muda sawa. Ngie anasema, wewe una muda sana wewe. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia "Yaani wewe unafanyaje hayo mambo? Unafanya kazi unafanya mazoezi na kuona unaandika unahubiri hubiri una editi unaupata wapi huo muda? Mbona wengine tunakosa kabisa? Apa. Watu wote tumepewa muda sawa, ni vile ambavyo utaseti vipaumbele vyako, hicho ndivyo, ndivyo, kitu ndio kitaamua uonekana na muda mwingi au na muda mchache. Kwanza hakuna muda mwingi wala hakuna muda mchache, kwa sababu wote tumepewa siku mia tatu sitini na tano wote tumepewa wiki ambayo ina siku saba, wote tumepewa mwezi wenye siku thelathini na wote tumepewa masaa ishirini na nne. Kwa hiyo masaa yako unaweza ukayatumia kukuletea feria kwenye maisha, masaa hayo hayo mwenzako anaweza kuyatumia kumletea mafanikio kwenye maisha, kumletea urafiki mzuri na Mungu, kumletea kutembea katika baraka ambazo Mungu ameziachilia ndani ya kila fursa iliyopita mbele yako. Niseme nini basi? neno hili linalosema, Mhubiri alishalisema miaka zaidi ya elfu tatu iliyopita. Kitabu cha Mhubiri tisa mstari wa kumi na moja anasema, nikarudi na kuona chini ajua ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao maendeleo lakini wakati na bahati, time and chance, wapata watu wote. Kwa tunapata kufahamu ya kwamba sio wale wenye mbio ndo wanashinda, wanashinda Usain Bolt, a a, wale wakina Samsoni, watu waliokuwa wanakimbia mbio za marathon, wanaenda wanaleta matokeo makubwa. A a, watu wote wamepewa muda, ila mwenzako waliotumia vizuri, wewe ukautapanya, au wewe ukaona kama ni kitu cha kawaida. Somo la leo linataka usiuchukulie poa muda, usiuone kama muda ni kitu cha kawaida. Ni zawadi ya thamani ambayo Mungu amekupa, na kama utaifanyia kazi itakuletea matokeo makubwa sana kwenye maisha yako. Kwa jinsi kila mtu anavyoutumia muda, ndivyo huamua utofauti kati ya mimi na wewe. Lakini pia watu wengine hutumia muda kama fursa ya kuzalisha matokeo katika maisha yao na wengine hawaufanyii chochote. Kama tulivyosema, ndani ya muda iko fursa imefichwa na Mwenyezi Mungu ndani yake. Ukiufanyia kazi kwa namna yoyote ile, ule muda ukiendana uki nao sambamba, utadikodi uta, uta utaifungua ile fursa iliyofichwa ndani ya ule muda. Lakini ukiuchukulia kawaida ukakaa mwenzako akaufanyia kwa kazi kwake, atakuja matokeo kwako utakuja sufuri. Ka nikwambie ni fursa ambazo Mwenyezi Mungu anatupa ndani ya muda ambazo anatutaka tuchukue hatua za kivitendo za kuufanyia kazi huu muda ili matokeo yake yaweze kuwa baraka kwetu na kua wanaotuzunguka. Kanuni ya pili, mara zote muda huja na fursa. Biblia imesema katika Mhubiri 9:11, kama tulivyosoma kwamba lakini wakati na bahati au fursa wapata wote na kitabu cha Mhubiri tatu mstari wa kwanza tumesoma, anasema na kila wakati, kwa kila kusudi chini ya mbingu. Yani kila sekunde inayopita ndani yake kuna kusudi, kila muda ulio mbele yako ndani yake kuna bahati au kuna fursa. Luck is created. Usikae unasubiri bahati ukasema, ile familia ina bahati, wale watu wana bahati. Tumekaa kwenye kwenye maisha tuliokaa, kuna mali, tuliwahi kuishi na majirani ambao watoto wake wote walikuwa wanafaulu, alafu sisi wengine huko kufaulu ulikuwa ni mbinde. Watu wengi wamepewa mimba, watoto wamepewa mimba kwenye nyumba zao, wengine yani tabu tu, wanavuta bangi, wasumbufu mtaani, lakini wao wamenyoka wote wanasema, wale wana bahati. Mwingine akaenda mbali, akasema ile familia zao, wana ndugu zao wanawaibiaga mitihani lakini mimi wale ni marafiki zangu, nimewahi kuishi pale, nikakaa, tunaangalia wanavyoishi. Wanaishi kwa utaratibu, mama hajasoma, baba hajasoma, anafanya kazi tu hotelini, lakini anahakikisha muda wa kusoma, watoto wanasoma, muda wa kulala, wanalala. Sisi huku wengine mmeachwa, mnaenda kama watoto wa bata, unavyojisikia. Kwa matokeo haya tunayaona huku, hatuoni matokeo kwa sababu huku tunaishi nje ya mfumo. Kwa hiyo hakuna muda tumepewa sawa Tofauti yako wewe na mimi ni kwamba mwingine anautumia vizuri, na ndio maana ita matokeo. Niseme nini basi, kila kitu huwa kizuri kama kingetendeka kwa wakati wake. Kanuni ya tatu, kamwe muda hauwezi kusimama. Kuna mtu anasema nisimamishie muda kidogo hapo. Muda hausimami, ni kanuni ya asili muda kutosimama. Liko tukio tu moja ambalo limeandikwa katika kitabu cha Yoshua 10, 12 mpaka 14 ambapo aliomba jua lisimame. Kwa hiyo as far as jua linaendelea ku, jua linaendelea kutembea. Kimsingi jua linatembea, ni geografia tu ya darasa la shule ya msingi, nasema haitembei na mwezi unazunguka kwa sababu tumesoma Mwanzo moja, kwamba viliumbwa hivi vitu ndio vimetutengenezea nini? Vimetutengenezea majira na nyakati. Kama viko katika movement, maana yake ni kwamba bado hata muda hautasimama mpaka Yesu atakapokuja. Kamwe usicheze na muda, muda haukusubiri <laughs> ukienda, umeenda haurudi tena. Ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unatumia vizuri kila sekunde ya maisha yako, na Mungu atakusaidia sana. Kanuni ya nne: kamwe muda hauwezi kuhifadhiwa. nitunzie muda, muda utunzwi, muda utunzwi. Muda ni kama mto, unatiririka unaenda ni kama we cannot step on the same water twice on the same river water twice. Kwa maana unapokanyaga kwenye mto, ukiinua mguu, ukikanyaga, ulichokanyaga kimeenda, amekuja maji mapya. Huu ndio muda, lazima ujue katika muktadha huu mzuri wa maandiko matakatifu. Watu wengi huishi kama wanamiliki vifaa maalum. Unaweza kumiliki saa, kumiliki simu, muda ukauona, lakini huwezi kuutunza. Hiyo ni sheria. Lakini jambo la, la, la tano na la mwisho Uh, ala tano: muda hauwezi kufidiwa, kwamba nitafanya kesho a uh a -uh. Ukisema unafanya kesho, maana yake fursa ya jambo ambalo ungelifanya leo hiyo imepita. Kesho ni nyingine inakuja na mambo yake, ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha maombolezo ni mpya kila siku. Kwa hiyo ya jana na ya leo ni tofauti. Kwa hiyo jifunze kufanya mambo kwa wakati ambao uko mbele yako, itakuletea baraka sana kwenye maisha yako. Ndio maana leo kuna bima za afya, bima za magari, kwamba hata kama likipotea, utafidiwa. Lakini hakuna bima ya muda. <laughs> muda uliopoteza hauwezi kurudi. Kwa hiyo anza kuchukulia serious muda ambao Mwenyezi Mungu amekupa. Lakini kanuni nyingine, kanuni nyingine ya sita na ya mwisho, muda unaweza kukombolewa, unaweza ukaokomboa muda hawezi kuusimamisha muda, hatuwezi kuuhifadhi muda, wala hatuwezi kuufidia. Lakini naweza kuukomboa, unaweza kuukomboa, kwa sababu Biblia imeelezea mara mbili kwenye maandiko matakatifu. Moja, kitabu cha Waefeso tano mstari wa kumi na sita mkiukomboa wakati kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Aha, kumbe wakati unaweza ukaukomboa. Sasa unaweza kuukomboa. Maana ya kuukomboa wakati ni nini? Kuukomboa wakati ni nini? Kukomboa wakati, lazima turejee neno la Mungu katika. Nimesema maana ya kukomboa kumeandikwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Waefeso tano mstari wa kumi na tano mpaka kumi na saba ambako tumesema mkiukomboa wakati kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Sehemu ya pili ni Wakolosai wa nne mstari wa tano anasema, inendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Sasa kuukomboa wakati maana yake ni nini? Kuukomboa wakati ni uwezo wa kutumia ipasavyo fursa zinazokuja na wakati kama ambavyo tumesema, kila dakika, sekunde, saa, muda, siku Bwana anayokupa mbele yako, ndani yake ziko fursa. Unaposema huyu mtu anakomboa wakati, ni time conscious, maanake ni opportunity conscious, anakuwa conscious, anakuwa na utayari wa fursa zilizomo ndani ya huo muda ambao Mungu amempa. Kwa utajifunza ya kwamba lazima ukomboe wakati, lazima ukomboe wakati. Maneno mengine, anasema kukomboa wakati inajumuisha kujua fursa zinazopatikana katika muda husika. Lazima umwombe Mungu, hivi kuna fursa gani katika muda huu? Ninapokuwa kazini, kuna fursa gani? Kuna muda ninapokuwa nimetoka kazini, hata kama sina ajira, kuna fursa gani hapa katikati naweza nikazifanya. Kuukomboa wakati ni kuwa na uwezo wa kumiliki fursa zinazopatikana katika muda husika. Unaweza ukaziona fursa kwenye muda huo, lakini uwezo wa kuzimiliki hauna. Kitendo cha kuwa na uwezo wa kumiliki na kuzinjoi fursa zilizo ndani ya muda ambao Mungu amekupa hapo, tunasema ni kuukomboa wakati. Lakini ni kuwa na uwezo wa kutawala fursa zinazopatikana katika muda husika lakini pia ni kutumia ipasavyo fursa zilizopatikana katika muda husika, lakini pia ni kuzalisha matokeo kupitia fursa zilizopatikana katika muda husika. Wakati mwingine unaona fursa, umeshaitambua ndani ya wakati huo. Wakati utakaokuja ni wa fursa nyingine, huu malizana nao hapo hapo. Hii inatufundisha tuache ile procrastination, hali ya kuhairisha hairisha hii kitu. Lazima umwombe Mungu, mwambie akupe Ninapomaliza nitoe mfano mmoja ya kuukomboa wa kuukomboa wakati. Kwa mfano, umepewa milioni moja. Mtu mmoja akakupa milioni moja. Kumbe bwana, wewe ndugu yangu, kwa sababu unakuwa na shida sana na unapenda tu fedha mtu. Kila siku nitakupa milioni moja. Ninaomba hii milioni moja uitumie vizuri ndani ya hiyo siku nzima. Ikifika jioni, masaa yameisha, siku imeisha saa 12 jioni. Masaa 24 yameisha kwa sababu tunaanza saa 12 jioni. Mpaka asubuhi mpaka saa 12 jioni, masaa 24, kama kuna hela itakuwa imebaki, utanirudishia hela yangu, maana ikishaisha, nakupa milioni nyingine tena. Kwa hiyo utapambana kuhakikisha kwamba hii milioni nzima ndani ya siku hiyo unaitumia, hata kama utabidi usafiri uende, hata upande ndege uende na kurudi, lipungue, lakini uitumie, maana ikibaki utachukuliwa. Ndo masaa 24 ambayo Mungu amekupa, lazima upambane kuhakikisha masaa yaliyo shinane fursa zilizomo. Na kwa masaa ni kama kifurushi cha simu, umepewa vocha, umejiunga na bando ndani yake, kuna uwezo wa kucheki internet, unaweza kacheki voice call, katuma SMS, ka angalia masuala ya Zoom, kafanya midaharo, kaangalia YouTube, kajifunza vitu. Sasa ndio muda uliopewa, lazima uhakikishe unaotumia fully muda ambao Mungu amekupa wa, lakini Biblia ina watu wanaitwa wana wa Isakari. Nasema watu wenye hekima ya kujua muda. Ninakuombea kwa Mungu akupe hekima ya kujua namna ya kufanywa kwa wakati, alafu akuondolee roho ya Ibilisi ya kupoteza muda bila sababu, ili matukio ya maisha yako yawe ni matokeo ya ufyonzaji na udukuaji na unyonyaji wa ile fursa ambayo Mungu amekupa katika kila muda aliyokupa. Kama unaona kabisa una cha kufanywa kwenye muda huo tumia muda huo kusoma vitabu. Kusoma vitabu maana yake unaongea na watu ambao wenye upeo mkubwa, lakini hauko nao ndani. Yake utapata baraka nyingi sana. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako, amesikia somo hili la leo. Ninaamini kuna kitu amejifunza. Ninaomba Bwana umpe hekima ya kuukomboa wakati. Naomba umpe hekima ya kutambua ya kwamba kila muda alio unaompa